Kuelekea katika mechi hii kutokana na ukubwa na umuhimu wake, pamoja na kwamba tuna kauli mbiu ambayo inafanya vizuri sana hivi sasa nchini Tanzania, kauli mbiu ya ubaya ubwela. Lakini mechi hii specifically tumeamua kuitengenezea slogan yake ili kuongeza chachu ya hamasa kwa wanasimba kuelekea katika mchezo huu kauli mbiu yetu kuelekea katika mchezo wa tarehe tisa dhidi ya almasiri inasema hii tunavuka. Ukisha sema hii una pozi kidogo, usiunganishe hii tunavuka alafu, usiseme hii, lazima utolee tumboni, kwa sababu hili jambo ni zito. Hii tunavuka. Hii tunavuka ina maana gani? Inamaanisha kwamba kwa misimu mitano tofauti tumekuwa tukiishia hatua ya robo fainali. Sasa safari hii tunavuka, tunakwenda nusu fainali kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, na hii imuingie kila mchezaji wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka. Hii imuingie kila shabiki wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka, safari hii tunavuka Kwenda hatua ya nusu fainali, ndugu zanguni. Baada ya kusema hayo, natumai nimekava kila eneo, lakini ningependa tu kuwapa taarifa kuhusiana na mchezaji wetu Shemalon Fondo ambaye nyote mnafahamu ya kwamba alipata majeraha katika mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Azam FC. Kwa sasa Shemalon yuko Morocco akiendelea na matibabu na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tayari ameshafanyiwa matibabu kwa awamu ya kwanza na sasa anaendelea vizuri. Tunasubiri madaktari watuambie baada ya matibabu ambayo amefanyiwa, pengine atakuwa nje kwa muda gani, tutakuja kuwajulisha. Lakini nichukue nafasi hii kuwaomba Wanasimba wamwombee kijana wetu aweze kupona kwa haraka aje aipiganie Simba, kwa sababu tuna nusu fainali na tuna fainali na tuna mechi ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunamhitaji hapo Shema Lon Fondo, aje kuongeza nguvu, tutimize malengo yetu msimu huu.